Kithure Kindiki amemkashifu aliyekuwa mtangulizi wake Rigathi Gachagua kwa madai ya kutowafaidi wakazi wa Mbeere Kaskazini alipokuwa ofisini. Wakiendeleza kampeni zao katika eneo hilo, Gachagua na wandani wake wameendelea kuwarai wakazi wa eneo wa hilo kumchagua Newton Kariuki ili wakazi wa eneo wa hilo wapate heshima yao. Na katika eneo la Ugunja, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amewarai wakazi wa eneo bunge hilo kutokubali safari walioanzisha na hayati Raila Odinga kusitishwa na viongozi wengine. Siasa za chaguzi ndogo zinapoendelea kushika kasi kila kuchao, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amemshutumu mtangulizi wake Rigathi Gachagua kwa kutowafaidi wakazi wa Mbeere Kaskazini na maendeleo alipokuwa uongozini akishikilia kuwa kama wakazi wa eneo hilo wataendelea kukaa serikalini ili wakazi wa eneo hilo wafaidike na maendeleo. Ni siku ile tulikuwa tunawahitaji watutetee maendeleo, hatukuwaona watu, mliwaona huku mliwaona huku, saa hii ndio tumekuwa andwahitu, kwani siku hiyo tulikuwa kina nani? Kwa hivyo sisi hatuna kisirani. Na mimi sina shida na wale ndugu zangu wanaomba kiti, wanashindana. Wa mudhende, kila mtu auze sera yake, lakini yule mchokozi amekuja kutuchokora hapa. Aambiwa hapa kuna wenyewe. Sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Done. How is na kutokana na kashfa za ufisadi za mamilioni ya pesa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta zinazomwandama mwaniaji wa ubunge wa chama cha UDA leo wa Muthende. Viongozi wanaomuunga mkono wameshikilia kuwa hawatakubali wa Muthende kuandamwa wakati ambao hakuhusika na kashfa zile. And we know exactly what

Na katika eneo bunge la Ugunja, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kuarai wakazi wa eneo la Nyanza kuwaunga mkono, akiwataka kutokubali safari ya kupata uongozi wa kitaifa walioanzisha na Raila Odinga kusitishwa na yeyote yule. Tusikubali wale watu ambao wanajifanya ni marafiki za baba kuja kukoroga na kuharibu nia za wazalendo walio Nyanza na Kenya nzima hii. Je, tutashikana pamoja? wale marafiki wa baba kabisa, tuchunge heshima. Karo ya shule imepanda, capitation ambayo tuliweka na Uhuru Kenyatta e ya watoto wenu jamaa ameshukisha hadi 1012. Karo ya shule, school fees kuanzia next term inapanda. Stima wiki hii stima imepanda. Mambo yote yametoka bottom yameenda wapi? Sisi tumesema huyu Zakayo na ushuru wake aende asiendee. Zablon Macharia, Undugu TV.